Ikulu ya Khartoum ni nembo ya mamlaka nchini Sudani, ilikuwa imeanguka mikononi mwa RSF ambao baada ya jeshi kudhibiti tena makazi ya usiku wa Alhamisi na Ijumaa, wanamgambo hao wametekeleza mashambulio kwenye ikulu hiyo kwa kutuma ndege isiyokuwa na rubani. Hatua ya jeshi inamaanisha kuwa inaelekea kupata ushindi na kudhibiti jiji kuu la Khartoum baada ya wanamgambo wa RSF kuripotiwa kukimbilia katika majengo ya Almogran, karibu kilomita moja kutoka jiji hilo. Jenerali mstaafu wa Sudan amesema kuchukuliwa tena kwa ikulu ni ishara ya kurejea kwa shughuli za serikali mjini Khartoum. Katika siku zinazokuja na hatimaye wanamgambo wa RSF wataondolewa. Jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdul Fattah al-Burhan, na anayeongoza serikali ya kijeshi mwaka uliopita pia lilifanikiwa kuchukua muji Omdurman unaopakana Khartoum na kudhibiti wilaya ya kimkakati ya Bari. Ngome za RSF katika mzozo huo zimesalia kuwa maeneo ya kusini magharibi mwa jimbo la Darfur, licha ya kuendelea kushuhudiwa kwa mapigano makali katika muji wa Al-Fasham.